Hadija Abdallah mwita nasoma counseling psychology ZU. Kupitia haya mafunzo ya siku sita ya UNESCO kwa kweli, nimejifunza vitu vingi, haswa haswa vinavyotuhusu sisi vijana, ikiwemo mambo ya afya ya uzazi, family planning, pia mambo how to make better decision, na mambo mengine ambayo yataweza kunisaidia mimi hususan haswa katika hii kozi yangu ya counseling psychology kwa watu wenzangu nawashauri no. Na vijana wenzangu wanapopata nafasi ya kugundua fursa kama hizi, basi wasizipuuzie na wafuatilie, maana kuna umuhimu mkubwa ndani ya fursa hizi. Unapata kujifunza mambo mengi na pia unaondoa ujinga kuhusu mambo mengi ambayo sasa hivi yapo sana katika jamii yetu. Ushauri wangu kwa vijana kuhusu afya ya uzazi ni waweze kufatilia elimu hii ya afya ya uzazi, kwani itawasaidia wao kuweza kuendeleza maisha yao kwa ufasaha na kuishi kwa amani katika jami. Kwa upande wa swala la mahusiano na vijana, tumesoma kwa uwanja mpana hadi imeingia mazingira yetu tunayoishi. Kwa hiyo mi naona nimefaidika kwa kiwango kikubwa, kwani hivi nitaweza ku mahusiano ambayo si sahihi, na nitaweza kujua pia mahusiano sahihi kwetu sisi vijana na kwa wenzangu ambao tayari wa wako wamebobea kwenye mahusiano.